hiyo ndio hapo linyuma, nikaona ndio hapo hivi. mm. kila nikijitahidi sasa, mimi ni mm. na kuja kuwapata bora yule. Leo mambo vipi, mwanafamilia wa Mone Simulizi, leo ni siku nyingine tena, niko na ndugu yangu hapa. Tunaenda kupiga stori nyingi sana kuhusiana na maisha yake. Nikwambie tu usitoke, fuatilia interview hii mwanzo mpaka mwisho. Kwa hakika utaenda kujifunza mambo mengi sana ambayo haukuwahi kuyajua lagojina naitwa Saluki, kinaitwa Mr. Stolman inapendeza zaidi bwana, mambo vipi? Yes, kama kawaida yes, kabisa. Uh, kwanza kabisa bwana, unajua mtu ambaye anatutazama anaweza si anakufahamu ilivyo, so ungemtajia majina yako nini, yale nickname zote na ka unyama sana jina, majina naitwa anaitwa John Anthony, lakini i anapenda kuniita John Wizi so yeah, yeah, yeah. tuanzie hapo hapo kwanza kidogo kabla tujapiga stori nyingi sana yeah. Kwenye Joni Wizi wayi majita Joni Wizi, yani jina hiyo imekujaje? Kujaje kwanza, ndio kusema ki jina la wizi kwanza. Wizi limekuja kwa jina la playboy, kwa sababu una kipindi na wanawake ni wengi wanawake, wanawake. Kuna jamaa fulani hivi wa Ulaya, Ulaya ya TikTok, ajita wizo fananisha na yule anajisi mbona kama wizo basi takwa wizi yo ndo ikaena ni maana mtani walikuja jina kutokana na zile situation ambazo zilikuwa zimetokea. ya, Mm, unajua katika maisha ambayo tunaishi kila mwanadamu mm, unajua nyuma yake like, kuna historia fulani ipo so kwenye maisha yako ni historia gani ambayo yani da ukikaa uwezo ukaikumbuka. Yaani ukaweza ukaisahau yani kuna muda ukikaa kabisa yani, unajua ile kuna muda unakaa na tafakari vitu kabisa. So unaweza kutuambia kitu gani leo yani kwenye mm, maisha yako kuna historia gani ambayo imejificha masturia mm, nyingine yani ya familia, kwa kusema kwa hadithi siwezi, labda nitahadithia ipo ambayo ni mm, msala kuhusu mpenzi wangu wa zamani. Ah, so yeah. kama familia wezi kuhadithia, tupe tu hata yeye mm, ya mpenzi naweza kawanoma zaidi wewe baridi basi tupe kiadisi fulani kuhusiana na huyo mpenzi, ni vitu gani ambavyo labda alikufanyia au historia yenu ilikuwaaje? yeah. miyaka... yeah. yani, lupu... mna, mna, kwa mapenzi yenu yani ilikuwa na mwanamke. Kwa mahusiano, Tulikuwa niko na rakaraka kama tumetimiza miaka mitatu mpaka nimeanza mahusiano hadi mnafika kuachana, miaka miaka mitatu mpaka sasa hivi tungekuwa tupo kwenye mahusiano mm. mm. ni mwaka 4. Wanne yeah.

Kasema naenda na wewe. Kwa hiyo ilikuwa tiketi yangu mimi ndio mm. kwamba ni kutoka na watu wengine. Kwa hiyo na maanisha nyumbani, alikuwa anaaga, bwana mimi naenda na John labda sehemu fulani. Yeah. Kumbe ni kitu ambacho sio cha kweli. Ah yeah, ah yeah, Jumapili yeah. mm. Zikapitapita kama tatu hivyo hivyo, kanaona tabia yake, naenda mama anaondoka na, na John mm. Yukasabu, nini, mm. Mitafute, ani, kujikale, na kwa sababu alikuwa masuala mimi alikuwa ana mpaka mimi nimtafute, yani apende kuja kaele, lakini mkubwa nake akutafuta sana za kama anaona kama anajirahisisha kwa kana kama uzito mm. kunitafuta na shindwa Mwisho wa siku mama mtu akashinda kuvumilia, mm. akanipigia akaniambia, mm. "Bwana John, ukitaka kumchukua mwanangu mara kwanza ulikuwa unaniaga mimi ruhusa, mm. jo uniombe ruhusa kama una jambo naye. Mm. Ni mruhusu na nikutajie muda wa kumrudisha. Uwezekani mm. mwanangu kamchukua kila siku usiku, mm. akarudi asubuhi nyumbani." Yaani mama ndo alikufungukia kwa hey. A, kitu ambacho sio cha kweli kabisa. Yaani kwa mimi kwa sijawahi safari naye kujina asubuhi, sijawahi. Mm. Lakini kama mitokoza na kwa msingiza mimi, ninarudi kwa asubuhi maana ni halali ndani. Mm. So wewe uka ukafanyaje sasa? Hapo mama kukwambia vipi? Yaani hapo no ndo sakata lilipoanza sasa. Kamii na mimi na wewe binti. Nikawa hebu tupe kwanza hiyo hadithi maana tunamnae, tuone kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea hapo. Tapita hiyo ya kwanza kama mwanaume, nikasema hapa, nikimwambia atagombana na afya linampenda. Mm, nikavumilia ikaenda. Asa ikafika kipindi mwanamke nikamwona kabisa ni kama anatoka kwenye mwanamke, yani anabadilika. Mm. Unajua kama mwanamke anapotea, unamwona kabisa kuna vitu afanya ni yeah. kama kuna vile vicheni vyao vimetoka vile vya shingoni. Yeah navipata kama vishanga fulani, mtu anavaa vinne tatu shingoni, kama ni mwanamke malaya anavaa vile. Maana siku alivaa kikuku kimoja mguu wa kulia, yani vitu gani? Sasa ndio nikaanza kushangaa huyu ana kikuku kila siku. Mimi naambiwa nikikaa na watu wazima wampe kikuku mwanamke, mbona kama ndio hivyo anaenda, ila nikasema

nataka nakubondi nywele sasa hapo, sasa mbesakata mm. Ilivyoanza ilimtumia neno dogo la kumtega nimwone, je, kweli saa hii nikawa mtu akushikwa akili na mashoga zake au yupo kama zamani. Neno gani ulikuwa umemwambia? Nikamwambia mimi sina hela kwa sasa hivi yeah, nisubiri hata baada ya siku mbili, nitakupa utabandika mama mama hapo brother. Hapo ndo alishinda kuvumilia hizo siku mbili, kama kama anamtania. Huwezi kuamini mm, alimaliza maneno yote. Mwanaume gani unihudumii, unijali no, shida zangu, kipindi chote nafanya yote nilichokuwa, yote hapo ushafuta sasa, ushasaulika Mm -hmm. Uniudumii sio, nisikilize shida zangu sio, ni nini? Halafu hey, hey. animekana mtu una maini mi kumuuliza kwamba kwa unavyokaa na mtu au unavyokaa na watu unavyokutana na wanaume, hela hiyo kubandika nini, mbona hujabandika mm sasa hivi -hmm. nikiwa natoka safari zangu au nini, sitaki anini, staki uniulizie ole wako mpigie simu mama, uniulizie ole wako baba mhm sasa mimi katika yeah. maisha ya, mm. yangu yeah. awe awe, mm. dharau, dharau. Yeah. Mm. na navyozaliwa mpaka saa hivi yeah. navyofikia Mungu kanipa kitu kimoja, mbona nashukuru, naona yeah. mimi awe mwanamke awe ndugu yangu awe kanizidi umri, awe saizi gani, kitu kinaitwa dharau, anaponidharau au kunipandishia kunipandishia sauti, siwezi, salamana watu wengi sio rafiki zangu wengine watu wangu wakaribu, yaani wanawake zangu so, watu wengi kwa sababu ya kitu kinaitwa dharau yeah siwezi kuvumilia dharau. Alafu kiangalia yule ni mwanamke sawa, baba yeah. Alianza kubadilika alitaka mm. kama siku mbili, nikaambia bwana kusani, mimi bwana, hivi hivi tabia zako mimi siziwezi, kwa sababu nilizomwonyesha mapenzi ndio naanza, yaani kama ndio naanza, huyu mwanamke ndio alikuwa mwanamke wangu wa kwanza, yaani chelewa baba. kwa nini nikamwambia, bwana, kama wewe ndio hivyo hivyo tabia zako, mimi naweza fanya maisha yako, nifanye maisha yangu. Nilimwambia hivyo kwa moyo moyo ya numa lakini sasa nitafanyaje? Bwana nimpe huyu hata nikimkuta mambo yake najua mimi mm. nimemruhusu afanye mambo yake. Si afanye bila mimi kujua. Ni leo hayo maneno sasa ulikuwa umwambia ile siku ambayo alikuwa anakupandishia sauti. Hapana nilikaa muda kidogo. Nilikaa kesho yake nilivoamka ni maji nilikaa niliwaza ni yani mpaka nilifanya kama kuota. Nilivoamka mchana kwa tulia kaja nitafuta mpaka mchana kwani nikajua si kazila. Kwa nini kana bwana nitumie vile naonekana mimi ndo nimempa suspension. Yeah. Maana wanawake wanaelekujiami. Sio na nini nataka kuachika na kuwahi. Si sikutaki kwa ile kwa kwangu fedha.

Ujue kwenye TikTok kuna mambo ya TikTok, kwenye TikTok video ya mtandaoni, ukituma video ukiposti mm. kuna ile kutaji mtu, yeah. Maana yake kutaji maana yake nimezamilia ione. Yeah. Naingia TikTok nimeona kanitaji alafu ndo karusha ile video. <coughs> Analishwa kisimia analishwa. Sasa nikawaza, kanitaji mimi, mama yake akiona hivi analishwa na mtu kwa mzidi kabisa, au mliweza kusema hata kama baba yake anaweza kukula hivi. Nikafikiria lakini baza nikaona nikapotezea ila mwaona ni uma imeniuma sana. Yani siku sijaga video ya mtu mwingine yani afu post TikTok hizo video zangu ambazo zili post ambazo zifanya mambo yetu yote video zote alifuta TikTok ikaliyo ndio imebaki moja, ndio hiyo mpya karusha na account alibadilisha jina no. na kukutaji na kutaji baba, hiyo ndio hapo liniuma, nikaona kumpa na yake hapo hivi mm, kila nikijitahidi sasa mimi ndio kama yeye yani pandao mimi ni muumize mm, na kuja kuwapata ndio yani bora yule Yaani ndio nazidi kukuumiza au? Yaani yaani ah, ah, bora yule ana kuja kupatania na yake ndio aje atulie aje atulie sasa hivi utaka kuongea naye hapa. Mama kaniita unapita kichochoro cha pili baza unakuta kabadanishwa. Na mtu ambaye hawezi hata kumpata kumtoa sauti ni mtu anashimiana naye. Kwa hiyo kipindi baza mm. unajua ni mambo haya kama yale yakisha kukuta sana kwa mm -hmm. yeah. <SUS Hello Finnish> mm. na kawaida. Sasa kipindi hiyo ile Bwana Mungu akabless. Yeah. Ana kati kati zangu za kupita pita hivi hmm. chuo nini unajua? Kaja mkutana na mtoto. Mmm. Majambo mitatu unajua? Kweli.

mmoja wa shoga alimuita kutoka bingi watu wamsubiri sana mchana, alimsubiri saa nane, akapigwa simu saa nane mpaka kufika huko saa mbili hivi usiku hivi, tumefika huko saa tatu tukapanda tukaondoka na nusu hivi saa tatu ndio kufika kwa ziari.

Sasa ule binti alikuwa na huruma, afu kumbe hostel alikuwa nakaa alikuwa na, ka, mm, na kacho yani vitanda vipo viwili chumba kimoja huku na huku, unajua kama vya ngazi vile yeah. Afu dadake aliondoka likizo mm, ndio tunaona shoga yake ambia, ah bas bas, tutaenda nyumbani kama hivyo mimi nitalala na shoga yangu huko vitanda hicho tala, kuna vitanda vile mimi nikasema yes, afu ndio afu ndio kwa, yeah, kwa karibia nyumbani mm, tumakageuza kuna bodaboda mwanangu anaitwa Tegeo yeah. Um, tege zedoni

zinaanza nazo <laughs> zile zingine sijawaza kwa sababu zina taimika. Kwa hiyo, yani, kwa nini hasa alikuwa amekufungia mlango au ilikuwa mazingira ya ruhusa? Sababu gani? hiyo ni hostel, hostel inaonekana na kitupu, ni kama nimezunguka hivyo tena. Nachuko wao pale wakisema pub, mimi nitoke na shangama, mimi natoke wapi? ni kama apartment fulani ya sibu pale liku liko nyuma liko na hostel, hostel ya uza. Lo, brother, nimekaa ndani, nimeanza usingizi ukanipitia, baada ya sikia kitasa kuja kushtuka, akafungua kidisho kimoja hivi na mwanamchumba karudi. Yeah. Karudi kaja na chips maisani mbili foil, kwenye foili kakuzingatia katia pale mezani pale anta nchoule, yani hapo bado kutongoza, bado kuani, bado ni ile. Lakini wote tushaaishana tu vinini, yani vitendo vidalili, mm.